Mpendwa mdau na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, tunakushukuru kwa majitoleo yako ya kuendelea kuiwezesha Radio ya Mama, ikiwa ni pamoja na ushiriki wako kwenye kampeni ya Kapu la Mama 2025. Kufuatia kuhitimisha kampeni yetu tukiwa nyuma ya lengo kwa kiasi cha shilingi milioni hamsini na nne, na kufuatia maombi ya wadau wetu ya kuomba muda zaidi ili na wao waweze kuinjilika kupitia Radio Maria Tanzania kwa kurejesha bahasha zao, uongozi wa Radio Maria Tanzania umeridhia ombi la kuongeza muda wa nyongeza kwa siku tano, yaani kuanzia tarehe nne Desemba hadi tarehe nane ya mwezi Desemba siku ya Jumatatu ambayo kuwezesha wewe ambaye bado hukurejesha bahasha katika msimu wa kampeni kuweza kurejesha msimu huu wa nyongeza siku hizo tano. Kumbe basi, zoezi la makusanyo kwa njia zote, mia moja, mia mbili, bahasha, bank, fedha taslimu, pamoja na njia zote nyinginezo litaendelea mpaka tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na ishirini na tano saa sita kamili siku tunawaombwa watoto wa mama wenye mapenzi mema, hasa wale ambao bado hawajaja kulijaza kapu la mama kutumia muda huu wa nyongeza, ili sote kwa pamoja tulijaze kapu la mama lakini pia tuhakikishe kwamba kampeni yetu ya mwaka huu 2025 tunavuka kwa furaha. Jitoe na ushiriki kupokea neema hii kubwa kutoka kwa mama wa matumaini. Muhimu, iwapo upo mbali na parokia uliochukulia bahasha ama kigango ulichochukulia bahasha, jitahidi kuweka fedha yako benki ama kwa wakala kwa akaunti namba zetu zilizo juu ya bahasha na pia utatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda kwenye namba za simu ambayo ipo juu ya bahasha yako, nasi tutapokea ujumbe wako kuthibitisha kwamba umeshiriki kulijaza kapu la mama. Pia kwako wewe ambaye tayari umekwisha kuirejesha bahasha yako, tunakualika tena tupande ngazi kwa pamoja. Hakikisha tunapopanda ngazi, andika namba inayofanana na ile ambayo umeandika kwenye bahasha yako, ili taarifa zako mwisho wa kampeni hii zote zifanani. Mungu akubariki sana kwa majitoleo yako, endelea kuiwezesha Radio Maria Tanzania. Kapu la Mama 2025, mama wa matumaini, mama wa matumaini.